na naibu makatibu wakuu wa kuwa wizara zote za serikali ya awamu ya tano jana wamekuwa na semina elekezi ya siku moja ikulu jijini Dar es Salaam iliyoongozwa na katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue. Balozi Sefue amesema semina hiyo ni kwa ajili ya kuwaandaa makatibu wakuu kuwa na manaibu wao kutekeleza ipasavyo wajibu wao wa kusimamia utendaji kazi wa serikali, sababu nafasi hizi ni nafasi zenye madaraka makubwa ni nafasi za maamuzi. Kila siku unafanya maamuzi, kwa hiyo ni muhimu uwe na uhakika kwamba unaelewa maana yake nini kuwa katibu mkuu, maana yake nini kuwa naibu katibu mkuu, mambo gani ya msingi ya kuyazingatia kwenye usimamizi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa fedha kwa mfano. Mnyemta mtakuwa mafisa masuhuli. Katibu mkuu wa fedha atawapa mamlaka ya kusimamia na kutumia fedha za umma. Kwa hiyo lazima mjue, hasa wale wapya na wa zamani. Ndio maana sana wa zamani waje, tunakumbushana kwamba ujue ni mamlaka makubwa. Unayatumia vipi na unajihakikishia vipi kwamba chini ya uongozi wako, under your watch, hakuna lolote la hovyo linafanyika kuhusu mapato na matumizi ya fedha za umma pamoja na mali ya umma utakayokabidhiwa. Balozi Sefue ameongeza kuwa makatibu wakuu hao na naibu makatibu wakuu ni mamlaka ya nidhamu katika wizara zao, hivyo serikali haitarajii wawe na kigugumizi katika kuchukua hatua stahiki dhidi ya watumishi watakaofanya makosa. Wewe ni katibu mkuu, ni mamlaka ya nidhamu. Mtu amefanya jambo la hovyo, lakini unajishauri kweli? Unajishauri kweli? Unaenda kulobi utumishi, jamani, mhamisheni huyu. Kwa nini anafanya mambo ya hovyo? Mmemsikia rais amesema hataki kusikia mtu kahamishwa kwa sababu ameharibu. Aliyeharibu anashughulikiwa pale pale, pale alipoharibu. Kumbe, unataka umhamishie nani tatizo la mtu wako? This job is not a popularity contest, ni ya kuongoza vizuri kwa misingi ya sera, sheria, kanuni na taratibu, lakini kwa kutenda haki.